Lakini leo nimekuja hapa mm -hmm. Tuongelee jambo moja ya muhimu. Jambo hili ni kodi ya majengo. Mtakumbuka ndugu zangu, kwamba mwaka jana katika financial year ilianza mwaka jana wakati wa budget. Tulipitisha fi, serikali na bunge letu tukufu lipitisha finance bill ya 2016 ambayo ilisema kwamba kodi ya majengo ita itakusanywa na TRA badala ya kwamba ilivyokuwa inakusanywa na halmashauri zetu za miji, manispaa na majiji. Kwa hiyo tukawa tumechukua hilo jukumu, tukapewa halmashauri, majiji na miji 30, ili tuweze kuanza kukusanya hiyo kodi. Kwa hiyo jukumu hilo tukapewa TRA. Hiyo kodi siyo ya harima, siyo ya serikali kuu hiyo ni kodi ya serikali za mitaa TRA kazi yetu sisi ni kuikusanya tu ikishakusanywa kwa mujibu wa sheria sheria ya mamlaka ya miji sura namba 289 pia na sheria yetu ya mamlaka ya mapato ya 399 hiyo kodi ikishakusanywa tunaipeleka serikalini halafu baadaye inarudishwa kwenye respective manispaa Jiji, au mji kulingana kilicho kilichokusanya katika ikodi ya majengo. Tuna nyumba ambazo zimethaminishwa kwamba zimekuwa valued zile nyumba, kuna rate zake zinatumika, lakini pia kuna nyumba ambazo hazijathaminiwa hazijathaminishwa. Hizo kwa hapa Mwanza zina rate zake. Kwa jiji la Mwanza minimum rate ni elfu ishirini na manispaa ya Ilemela minimum rate ni elfu kumi na tano. Kwa hiyo ndio kodi ambazo applicable. Kama imethaminishwa, kuna reti zake utaziona, inakuwa applied kwenye kwenye thamani ya nyumba na unapata kodi unayotakiwa kulipa, na utaziona kwenye zile ankara zetu ambazo tunawaleta na kuwatumia. Lakini unawezaje kupata hiyo ankara? Basi kuna ofisi ya mkoa pale au ofisi yoyote ya TRA hiyo karibu na wewe, unaweza ukaenda ukachukua ankara. Lakini pia tuna mpango wa kushirikisha wenye viti wetu wa vijiji na wenye viti wetu wa mitaa na wenzetu wa serikali za mitaa. Tutaona ushirikishwaji bora, watu wa mkoani hapa watakaa hivi karibuni waone ni jinsi gani tutashirikishana nao kuweza kukusanya hiyo kodi ya jengo ya majengo. Hii kodi inalipwa kwa mwaka mara moja na mwisho wa kulipa ni tarehe 30 mwezi Juni wa fedha kwa. Kwa hiyo tuna mwezi mmoja tu umebaki na siku hizi kadhaa za mwezi wa tano. Nitoe wito kwamba watu wachukue kachukua ankara zao, kama ambao hawajapata ili waende benki. Hii kodi inalipiwa benki, waende benki. Wakishafika pale benki, wakamwonyeshe fomu yetu ile, wataelekezwa cha kufanya, atalipa kodi yake, hata atatakiwa kwenda TRA, ataenda zake nyumbani, kwa sababu ukishalipa pale benki inaenda kwenye mfumo wetu ina update kwamba sasa hudaiwi, na pale benki utapata receipt. Kwa hiyo unakuwa na receipt yako, umemaliza kazi, utakii kurudi tena TRA. Mimi ni kushukuru sana timu yako hapa ya TRA, tumeshafanya vikao kama vitatu vya kukutana na meneja, tunakutana mara nyingi <coughs> kuongea figures, aki kila mwezi akitoa zile figures tunajadiliana hapa tatizo nini? E, na sisi lengo letu mwanza nikuwa vinara zai Dar es Salaam sisi tunasema wanabebwa na sababu za kihistoria, lakini kama tungekuwa wote tunaanza kwenye mstari mmoja mbio, mi nafikiri tungewaacha mbali sana, lakini tunasema bado sisi iko sio kisingizio. Sisi tumepanga lazima tuwe vinara, tukusanye kodi mapato ya serikali kuu, tukusanye mapato ya serikali za mitaa, kwa sababu tukishafanya hivyo nchi itakwenda, na kwa etu tutakwenda.